Hey, Alexi, nikwachuliza ni hivi ni, mimi ndio mwenye napotea siku ama ama vitu gani? na mbona leo unavala hivi? Eh, nimejisikia leo nivae hivi kwa sababu kuna baridi. Nikuulize kwanza jisi tulisema sema ya Pentekoste